Mahakama kuu ya Tunguu Zanzibar imebainisha kuendelea kumweka rumande Khadija Shaabani Ali mkazi wa Chukwani aliyeshitakiwa kwa kosa la kutaka kujaribu kuua kwa kumchoma kisu mke mwenzie mwezi Februari mwaka huu. Wakili wa serikali wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar Anuwari Saadun ameiomba mahakama kupanga tarehe nyingine kwa kuwa jaji aliyepaswa kusikiliza shauri hilo amepata dharura. Maelezo hayo ameyawasilisha mbele ya naibu mrajisi wa mahakama kuu Tunguu, Faraji Shomari, ambaye amekubali kuahirishwa kwa kesi hiyo hadi Aprili tatu mwaka huu na kubainisha kuwa mtuhumiwa ataendelea kubakia rumande hadi tarehe hiyo. Ikumbukwe kuwa Khadija Shaaban Ali alishitakiwa mahakamani hapo kwa kosa la kutaka kujaribu kuua kwa kumchoma kisu mke mwenzie Maimuna Saidi Suleiman kwenye paji la uso, shingoni, nyuma ya bega na kwenye vidole vya mikono.